Wa Kamishna msaidizi wa polisi Mwanafupa Kaimu RPC mkoa kwa umma. Dodoma. Taarifa kwa umma. Jeshi la polisi mkoa wa Dodoma linathibitisha kutokea kifo cha Emmanuel Mathias Matebe maarufu kama MC Pilipili mkazi wa Swaswa jijini Dodoma na Dar es Salaam, ambapo Novemba 16, 2025 majira ya saa tisa mchana marehemu alifariki katika kituo cha afya Ilazo kilichopo Dodoma. Kabla ya kufikwa na umauti majira ya saa nane mchana, msaidizi wake Hasani Ismaili alipigiwa simu na mtu asiyefahamika na kuomba wakutane naye, na baada ya muda walifika watu watatu wasiowafahamu wakiwa na MC Pilipili ndani ya gari dogo jeupe na walimkabidhi MC Pilipili akiwa na hali mbaya na wao wakaondoka. Uchunguzi wa awali wa jeshi la polisi kushirikiana na wataalamu wa afya umebaini MC Pilipili alifariki dunia baada ya kushambuliwa maeneo mbalimbali kuyetikaa mwili wake. Jeshi la polisi linaendelea kufanya uchunguzi kubaini wale wote waliohusika na tukio hili. Mara baada ya kuwapata, taratibu za kisheria zitaendelea dhidi yao. Aa, kwa sababu ni issue ambayo bado iko kwenye kwenye upelelezi. Niwathibitishie tu umma kwamba mji wa Dodoma upo salama na niwathibitishie ni kwamba uchunguzi unaendelea kufanyika na pale ambapo tutafanikiwa kuwakamata wahalifu basi, tutawaita na tutautarifu umma kwamba wale waliohusika nao matukio tumewatia mbaroni na taratibu za kisheria zinaendelea.